Meya wa kwanza mwanamke wa Bamban nchini Ufilipino Alice Leal, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili akiwa na umri wa miaka 31, alionyesha juhudi za kupenda maendeleo kwa wananchi wake huku akiwaahidi wakazi ruzuku kubwa na aliwavutia wafuasi wengi sana katika uongozi wake. Lakini wachache kati ya waliomshangilia walitarajia kuwa chini ya miaka mitatu baadaye, Guo atakuwa gerezani akikabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa binadamu na madai ya kuwa jasusi katika nchi ya China. Anguko lake la kisiasa lilianza baada ya uvamizi wa polisi ambao waligundua eneo la utapeli mkubwa lililokuwa nyuma ya ofisi ya Guo. Kesi ya Guo imesababisha shinikizo kubwa kwa serikali ya Ufilipino na hatimaye, rais wa Ufilipino Ferdinand Marcos alitangaza marufuku kamili ya biashara za bahati nasibu za mtandaoni nchini humo almaarufu kama POGO. Hata hivyo, wachambuzi wanaamini kuwa baadhi ya wanasiasa bado wanafadhiliwa kwa fedha hizo za POGO na biashara za bahati nasibu za mtandaoni, na kwamba polisi wengine bado wanahusishwa moja kwa moja na magenge ya wahalifu. Kwa sasa Guo anakabiliwa na mashtaka sita tofauti yakiwemo mashtaka ya ulanguzi wa binadamu, madai ya kuwa jasusi katika nchi ya China, na bidhaa za bahati nasibu za mtandaoni yani almaarufu kama pogo, na huenda akatuhumiwa kifungo cha mlongo kadhaa gerezani. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani kwako. Usisahau kusubscribe chaneli yetu kupitia YouTube pia kutufollow kupitia mitandao ya Instagram kwa ajili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.